Karibuni sana wajasiriamali pamoja na wapambanaji wote katika chaneli yetu ya Farm TZ na kwa siku ya leo, nimeiandaa video hii mahususi zaidi kutokana na swali. Kuna mfugaji mwenzangu ambaye alinipigia simu na kuniuliza swali kama ifuatavyo. Aliniuliza, je, chakula kikuu cha sungura ni kipi? Kwa hiyo na mimi baada ya kumpa maelezo nikasema, yawezekana kuna wafugaji wengi pia hawafahamu chakula kikuu cha sungura ni kipi. Chakula kikuu cha sungura ni majani makavu, yaani sungura anakula sana majani makavu na inapaswa umpe sana majani makavu kuliko majani mabichi. Huyu mwenzetu alikuwa anatumia sana kuagea majani mabichi majani mabichi sungura wanakula, lakini sasa uki, ukimzoesha sana kumwandalia majani mabichi inapelekea sungura wako atashindwa kukua vizuri, kwa sababu katika majani mabichi kuna bakteria humu na kuna wadudu ambao wanaweza wakasababisha maradhi mbalimbali katika mifumo yao ya tumbo na, na, na, na hewa kwa ujumla. Kwa hiyo tunashauriwa zaidi majani yakaushwe ya kwanza. Ukishayakausha ya ndio utaenda kuagea sungura wako. Kwa hiyo hapa tunapata jibu kwamba chakula kikuu cha sungura ni majani makavu. Na haya majani makavu unayafanyaje? Haya yana process yake. Utayakata, ukishamaliza kuyakata, utayaanika. Na hakikisha sehemu unapoyaanika yasipigwe direct moja kwa moja na jua. Yaani tafuta sehemu ambayo kama kidogo ina kivuli, kama utaweza kuyaanikia ndani itakuwa vizuri zaidi. Ukianika sehemu hiyo, kama unavyoona mimi hapa, nimeanika juu ya banda langu la sungura. Kwa hiyo juu ya banda la sungura joto linapita la kutosha sana, kwa sababu ipo karibu kabisa na bati. Kwa hiyo hapa napata joto la kutosha. Kwa hiyo baada ya siku mbili ama siku tatu utakuta majani yako yameshakauka vizuri, lakini hakikisha kila baada ya siku mbili unakwenda kuyageuza yale majani yako unayageuza ili mradi yasivunde, kwa sababu ukiyaweka majani mengi sana yakakaa sehemu moja, itapelekea hayo majani kuvunda na kuharibika. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuyageuza kila muda, ili yakauke vizuri. Hilo ndo jibu sahihi la chakula kikuu cha sungura. Karibuni sana FAM-TZ, tunakuomba support yako ya kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asanteni, tunawapenda sana.